Ni ndio. Sema, sema, sema na useme haraka haraka wewe. Wewe wewe. Wewe wewe unasumbuanga watu wewe. Good morning. Afternoon. Poa, poa, poa, poa. Poa. Poa. Unaniacha a, eh, ndio kupita.

Ni. Kwani siku hizi na mood. Si, vaya, kwa hivi, uone kama mood tarudi. Wacha mimi niende. Kijana uko na hasira. Niende, tafadhali. Nimekwambia niko na maharaka zangu, kuna mali. Sai ni sherehe after sherehe, kupiga sherehe. Sasa kuna mwenye anakaa sema sherehe na kakigunia. Sasa nitakakosaje kukakigunia kama sijaoga jana yeah. Na leo na maji kwa wapi? Salon. Because I I want to advise you. Why am I? Free advice.

Wewe Wewe. Wewe kama una kitu ya kuniambia. Ni ni Ni ni nini nini? nini? Shida ni nini? Shida shida ni approach ama shida ni nini? <sighs> Just tell me what, what is normally the problem? Because yako <sighs> peke yako sana, hata yule wa kubadilisha. <clears throat> Kwa nini wataka mambo yako marefu? Eh. Hiyo. Na it's such a surprise mimi mimi napenda hiyo. Acha Acha What what do you think? What do you you think? think? Niende Sasa wewe utaishughulikia Wanasema wa shida iko wapi? You know, hakuna shida, wacha nikwambia mimi mi nataka kukaa simu. Si ufikiria basi vile utatengeneza maneno. Hata si gym bora tunaongea hii story na wewe. Wewe wewe ni nani? Wewe ni wewe ni caretaker wewe, siyama siyama prospect, siyama caretaker prospect. Apana. Si ufikiria basi. Sawa basi wacha nikujibu, sitaki kudate, sitaki mtu. Sawa. Hutaki ama ni mtu huna? Sawa basi, ni mtu sina si Hey, tafuta. Thank you. mm -hmm. Unaenda unaenda kutafuta wapi? Tafuta tu. Nitatafuta kwani kwani? You start from home, you start in Jerusalem before you go to Judea and Nazareth. Promise me utatafuta. Oh. Ah, wewe, nitatafuta. pro Where would you look father? Where would you look father? Oh.

Wewe ni mtu hiyo ni, ni mushene mushene na kuongea sana ndio unapenda kuongea nani anaweza kudate, wewe, You need before God. Shida yako. Oh, lakini unaongea sana. Na unajiingishanga kwa biashara zenye hazikuhusu. Is this rejection? Are you, Ay, is this we. rejection I'm facing at the moment? Face it, like a woman. Ah, okay. nini, is that that is spirit of rejection? I'm going for fasting. You You start from home, guy. where, where, Go there. <laughs> So, theeieaiigofo <laughs> <You're> <laughs>